la kumcha Allah subhanahu wa taala kama vile ambavyo naiusia nafsi yangu juu ya swala hilo la kumcha Allah subhanahu wa taala. Tukiwa katika mwezi wa Rajab, tukiwa katika mwezi wa Muharram, mwaka mpya wa Kiislamu, basi leo hapana budi tuzungumzie, tuangalie namna Mtume sallallahu alayhi wasalam alivyofanya hijra kutoka Makka kwenda Madina hijra ambayo ilileta mabadiliko katika umma wa Kiislamu. Hii ndio hijra ambayo lazima tuizungumze, kwa sababu ndani ya hijra kuna tukio kubwa, nalo ni tukio la kubadilisha nidhamu za kikafiri na kuleta nidhamu ya Kiislamu. Lakini pia katika utawala wa Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, kukaonelewa na tukapatikana tarehe ya Kiislamu, tarehe ambayo duniani kote Waislamu leo wanazungumza. Swala la mwezi wa hijria, asili yake na chanzo chake ni baada ya tukio la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhama kutoka Maka kwenda Madina. Mahiya alhijra kisheria? Hijra ni kuhama kutoka katika darul kufur kwenda katika darul islam

kwa Uislamu, kuhama kutoka mji kwenda katika mji kutoka katika mji wa kikafiri kwenda katika mji wa kiislamu hiyo ndio hijra, na ndiyo ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya kutoka Maka akaenda Madina. Hijra ambayo umma wa kiislamu namna, walikuwa naishi, masahaba walikuwa katika chini ya kivuli cha kikafiri, wakiteswa na ukafiri wakihukumiwa na sheria ambazo za kikafiri. Ilifika steji, masahaba wanaenda kumuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, mata nasrullah, lini nusra Allah subhanahu wa ta'ala itafika? Tumechoka, wakiwa katika hali ya kula majani, wakiwa katika hali ya kifungo, hawana msaada. Sumaiya na mzee Sumaiya na Sumaiya akichanwa na akiuliwa na waongozi wa kikafiri ndani ya Makka, tena sehemu ambavyo ni hadharani. Lini tutahama? Lini nusra Allah subhanahu wa ta'ala itaufika umma wa Kiislam? Basi katika hali kama hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akafanya mkakati, nao ni mkakati wa kisiasa wa kuhakikisha anabadilisha nidhamu ya utawala wa kikafiri ya Abi Sufyan, nidhamu ya utawala ya kikafiri ya Abi Jahl na kuweka nidhamu ya utawala wa Kiislamu. Alifanya hatua zifuatazo: alifanya da'watu sirriya kwa kuhakikisha anaunda kundi la Kiislamu lipa thakafa ya Kiislamu na ile ni kundi la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake akalithakafisha, akalipa thakafa ya Kiislamu. Akawafundisha siasa ya Kiislamu. Akawafundisha uchumi wa Kiislamu. Kisha akawafundisha nidhamu ya kijamii ya Kiislamu. Akawatupa katika mitaa wafanye da'wa, wafanye ulinganizi wa Kiislamu, ulinganizi wa, wa kimfumo. Da'wa tusiriyan ilifanyika mpaka pale Mtume sallallahu alaihi wasallam palikuagizwa kwamba dhihirisha dawa yako, fasda bima tu'mar tu wa a'rid anil mushrikin. Mtume sallallahu alaihi wasallam likatoka makundi aina mbili, kundi likiongozwa na Umar ibn al-Khattab na kundi lingine likiongozwa na Hamza, wakifanya ulinganizi wa wazi. Ndani ya ulinganizi wa wazi akawa anafikisha, anafanya makongamano na anazungumza Uislamu katika uhalisia wake katika hali ngumu ya mateso, hali ambayo Waislamu hawana nusura, hawana msaada. Maquraishi walivyoona Uislamu unazidi kuja juu, wakasema mpango na mkakati hasa sasa hivi ni kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakachukua mbinu na mkakati ya kuhakikisha wanamuua mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya daawa hiyo, sasa Allah kampa idhini sasa, hakikisha sasa hivi haki imeshakuja, ime na batil imeondoka. Hakika batili siku zote inaondoka. Aya hii ikashuka, mtume ilimpa tension kubwa, qul jaa lhaqu wazahaqa lbatila in lbatila lbatila kana zahuqa, haki imekuja na batili imeondoka, ambao si Uislamu, innal batila kana zahuka, siku zote batili inaondoka katika jamii, haiwepo na jami, wala haidumu katika jamii. Vipi haki imekuja na batili inaondoka, waislamu wanauawa? Vipi haki imekuja na batili imeondoka, waislamu wanakaa na njaa? Vipi haki imekuja na batili imeondoka, waislamu hawana amani katika mji wa Maka, hawana amani Mtume akaanza kazi kubwa ya kuhakikisha analingania makabila katika kuomba nusra. Sira yatueleza aliingania makabila zaidi ya kumi na tatu akiomba nusra, wahakikisha waunusuru Uislamu, waupe heshima Uislamu, waukubali Uislamu kama ni mfumo wa kiutawala. <coughs> alienda Taif, Aus na Khazraj akawalingania, hatimaye alivyokutana na Maansar nao wakakubali kumpokea Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ni mtawala, na hapo ndipo mkakati sasa wa kuhama kutoka Maka kwenda Madina ukatimia. Naam. Ansar wakakubali kumpa bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio Mtume asema, manmata walaysa fi unuqihi bai'a matat miitatan jahiliya yoyote atakayekufa hali ya kuwa hana kiapo cha utiifu wa kumtii kiongozi wa Kiislamu khalifa wa Kiislamu, pale ambapo atakayepatikana basi, mata tiji maitatan jahilia, atakufa kifo cha Abu Jali. Hukumu yake Allah subhanahu wa ta'ala ndo anayejua. Mtume <coughs> sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa tayari ashapata nusra ndani ya Madina ndio likaja agizo sasa ahame kutoka Maka kwenda Madina, ko alienda hali ya kuwa ni mtawala akisimamia dola ya nidhamu ya kitawala dola ya nubuwa ndani ya Madina. Na utamwona Mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko Madina anatangaza, man sabbani faktuluhu, atekeni tukana muweni. Sumaya na anauwawa ndani ya ardhi ya Maka. Lakini ndani ya Madina Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anafanya kazi ya kutangaza jihad, anafanya kazi ya kunusuru umo wa Kiislamu na Waislamu. Sasa wakaanza kupigana vita, vikaanza ghazwatul badri na vita vinginevyo vikapigana na miji katanuka, anapewa agizo ya ayyuhalladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kufar, wapigeni vita makafiri wa jirani zenu, kwa nini hawataki Uislamu? hawakubali haki na, hawak, na wala wanaleta kikwazo katika Uislamu. Hii ndiyo hijra ambayo imebadilisha tasira ya kiulimwengu, imebadilisha leo umma wa Kiislamu kutoka katika hali duni dhiki, kuja katika hali ya ustaarabu, kuja katika hali ya utu na ubinadamu. waidha lmauudat suilat, bi ayyi dhanbin qulat kutilat, yote ikapotea, hakuna mtoto mdogo ambaye alikuwa anazaliwa anachinjwa, wala hakuna mtoto mdogo ambaye anazaliwa na uwawa. Hii ndiyo hijra ambaye mtume sallallahu alayhi wasallam akalifanya. Wa leo ummu wa Islam, nani atakayeweza kuunusuru uislamu wetu ndani ya Ghaza, ndani ya Somalia, ndani ya Sudan, ndani ya Yemen? Bali Chechnia, Kosovo, Myanmar, Waislamu wanauawa maelfu kwa maelfu, Waislamu wanachinjwa. Juzi juzi tu watu hamsini, 40, 45 ndani ya Gaza wanauawa, na tuko ndani katika mwezi kama huu, mwezi ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alihama min daril kufri ila darul islam, alihama kutoka mji miji wa kikafiri kwenda katika mji wa Kiislam. Vipi tutaweza kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam ikiwa daa hii ya kubeba Uislamu, ikiwa ulinganizi huu wa kubeba Uislamu kama ni mfumo kidunia tumeuacha, vipi na vipi tunawasubiri leo tena sisi umma wa Kiislamu na tunawalingania ulinganizi wa wazi wa Kiislamu kwamba aya iliposema wassabikuna alawaluna min almuhajirina wal ansar Waladhina tabauhum biihsan, bado wapo sabiquna lawalun waliotangulia wa mwanzo, min almuhajirina wal-ansar, katika wale ambao wamehama katika muhajirina na ansar. Waladhina tabauhum biihsan, na wale ambao watakewafuata hawo wa masahaba kwa wema, kwa kufanya matendo mema. Miongoni mwa matendo mema ni kuhakikisha umma wa Kiislamu damu zake zinahifadhiwa Hakuna tendo jema zaidi ya kuhifadhi damu za Kiislamu. Leo ndugu zetu wa Ghaza, nani atakayehifadhi damu hizo kama sio sisi umma wa Kiislamu? Kutaona hii hijra ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni dhima kwetu sisi Waislamu. Vipi leo tunaweza tukahama kutoka kikafiru, kafiru, katika miji ya kikafiri haihukumiwi na sheria za kikafiri kwenda katika mji wa Kiislamu bila kuwa na nidhamu ya utawala wa Kiislamu.

kwa kuunusuru umma wa Kiislam hii ni mama wafaradhi, na hili ndio jukumu pekee ambalo tunajifunza kutoka katika mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alifanikiwa, na bado fursa ipo. Kilichobaki ni sisi tukubali kwamba tuna wajibu wa kufanya kazi hiyo ya kurejesha maisha ya Kiislam kupitia njia ile ile aliyefanya mtume sallallahu alaihi wasallam, ili tutengeneze maansari wa pili ambayo ni haya majeshi watakiweza kuunusuru Uislamu na kuwanusuru umma wa Kiislam ili dunia ipate amani na ili dunia upate utulivu na ili dunia ipate raha na ili dunia ipate uchumi na siasa ya nzuri ya Kiislamu. Vinginevyo, kama kiwa tunasoma hijra ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alihama alitoka Maka kwenda Madina, kama hadithi za Alfu Lela Ulela, itabaki kwamba kwetu sisi kila siku tunazungumza kisa hichi lakini hatuzingatii majukumu yetu yale ambayo ni wajibu kwetu kuyabeba na wajibu kwetu kuyafanyia kazi. aqulu ma tasmaun wadallahu antum muqinun wa salatu wa salam ala rasulillah muhammad ibn abdillah allahumma ya rabbi usikum kama usi nafsi maratan thaniya bitaqwa llah fakad faza almuttaqun dugo islam Nawahusia pamoja na kuhusia tena kama ninavyohusia nafsi yangu katika sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuona kwamba kumbe Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya hijra ya kisiasa, hijra ya mabadiliko ya kimfumo, inabaki ni wajibu kwetu sisi umma wa kiislamu kufanya kazi ya kuhakikisha hijra ya uhakika tunaipata nayo ni hijra ya kunusuru dunia na hijra ya kunusuru kizazi chetu, nacho ni kizazi cha ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Khutba pili, tuzungumzie sasa, ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja na mafundisho haya, leo dunia kampeni na mikakati, wanatuhamisha kifikra na kiajenda kutoka mkakati huu wa kisiasa kuja mkakati wa kuporomoka kifikra zetu, wakatuletea katika mpambano wa mkakati wa kuharibu fikra zetu, wakatuletea kitu kinachoitwa adinu wasatia, dini mseto. Hebu angalia, pima kwenye akili yako kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, wana siasa, alifanya hijira ya kimkakati wa kisiasa akabadilisha dunia, dunia ikawa na amani. Leo tunaletewa mkakati wa kifikra ambayo ni vita na mpambano wa kifikra, kwamba achana na ajenda hizo, njoo na ajenda ya dini mseto. Uislamu uchukue uchanganye na ubepari, Uislamu uchukue uchanganye na ukafiri, Uislamu uchukue uchanganye na upagani, Uislamu uchukue uchanganye na Ubudha, kisha mkae safu moja mwabudu Hebu angalia mashariki na magharibi, si tu zinaharibu akili na mabongo ya wanadamu, lakini pia inaleta wahaka na matatizo kwa jamii. Wakaenda mbali, wakasema Uislamu umeletwa na Waarabu, Ukristo umeletwa na Wazungu, cha msingi Waafrika wabaki na Uafrika wa wao, dini za asili badala ya kuabudu Ukristo kuabudu Uislamu au kufata Uislamu au kufata Ukristo, warudi katika dini za mapango tukatambike. Kampeni zikaanza ndani ya mitandao ya kijamii, zikaanza kurushwa mafilamu mbalimbali na jamii ikalazimishwa leo, na ndipo unapopelekewa kwamba eti kuna mikakati na mpango ya kwamba Uislamu huu unaharibu unaharibu akili zetu za Waafrika na unaharibu mabonga ya Afrika na uzungu nao haufai, unatuletea shida na matatizo, basi tuje katika dini za asili za wenyewe kwa wenyewe. Hii ni inna lillahi wa inna ilaihi rajaun. Na kwa masikitiko makubwa utaona baadhi ya Waislamu nao wanaitikia wito huu, badala ya kudili na ajenda vital issue. Nayo ni ajenda ya kisiasa, ajenda ya kubadilisha nidhamu kutoka katika nidhamu ya kafiri kwenda katika daru islam, wanakuja na ajenda ya adinul wasatia. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika sura ya kutukakataza na kutuepusha na kutuweka mbali, qul ya ayuhalkafirun la aabudu ma taabudun wala antum aabiduna ma aabudu. Mwisho anasema lakum dinukum waliyadin. Enyi makafiri, hamuabudu kile ambacho mimi naabudu, na wala nyinyi hamwezi kuabudu kile ambacho mimi ninachoabudu. Nyinyi mna dini zenu za maisha, na mimi na dini yangu ya maisha. Uislamu ulivyokuja lengo lake liudhihirahu ala dini kullihi walau kariha alkafirun, lengo la Uislamu ni kushinda dini zote hizo, Uislamu uwe juu, kisha hizi dini zote ziwe chini, hata kama makafiri watachukia. Na hii ndiyo mafunzo ya hijra, na ndiyo mafunzo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam anatunadi. Vipi leo uislamu ukae meza moja na dini nyingine badala ya kuzishinda, alafu zikae zijadiliane namna gani ya kuongoza kimaisha? Wakaenda mbali, wakatuletea mitaala, wakatuletea utaratibu, na wakalazimisha watu na baadhi ya mashehe wawapokee ajenda hii, eti kwa lengo maalumu na kwa shabaha maalumu.

kumsikia kiongozi wa Kiislamu vile anavyohukumu kwa mujibu wa sheria za Kiislamu, na kumfata kiongozi wa Kiislam vile anahukumu kwa mujibu wa sheria na kiongozi na uongozi wa Kiislam. Tunahamishwa kutoka katika ajenda hiyo, tunakuja kwenye ajenda ya kuletewa dini msetu. Harakati ya Hizbutahriri imeliona hilo, na leo insha Allah kwa uwezo wake Allah subhanahu wataala, kupitia mwakilishi na msemaji wa harakati ya Hizbu tahriri itazindua kampeni inayohusu dini mseto, namna gani ya kuwalinda umma wa Kiislamu na fikra hizi fisidifu, fikira ambazo zinabomoa akida ya Kiislamu, fikira ambazo zinatutoa nje katika kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu kwa mujibu wa mafunzo yake, fikira ambazo leo zinaleta wahka na matatizo kwa jamii, mpaka inafika mahala watu wanashawishiwa kwamba pengine tukiachana na Uislamu tukaachana na Ukristo, basi pengine dunia itakuwa na amani. Nani kakwambia amani ni kuacha Uislamu? Bali Uislamu ndo amani, na ndo maana leo, kwa kuwa hakuna Uislamu, hakuna amani, na dunia itaendelea kutokuwa na amani kwa sababu hakuna Uislamu. Na maneno haya wala hata msipate shida, Iran, Palestina, Jordan, Misri, Libya, iko wapi? Kinyang'anyiro ni silaha za nyuklia chanzo, ndo chanzo kinachodaiwa muiraki kapigwa na kauawa. Kinyang'anyiro ndio hicho na sababu ni hiyo. Irani leo kapigwa na ataendelea kushambuliwa za tatizo ni hilo. Ghaza, waislamu wanaouawa kisa ni Uislamu, ni wanadamu wale wanae haki ya kila kitu. Nchi za Afrika hazina amani, ni kwa sababu uchumi. Dunia haina amani ikiwa hakuna Uislamu, bali dunia inahitaji Uislamu ile ina amani. Sio kwamba dunia haihitaji Uislamu au, au inahitajia Ukristo ile ina amani. Ingelikuwa ni hivyo, tungeona amani kwa wao, lakini kwa wao ndo kila siku hadi zinazidi kuwa mbaya. Kwa mba hivyo utaona ni kwamba swala hili ni swala nyeti